Katika harakati ya kusaidia kuongeza kiwango cha damu kinachohitajika, idara ya kushughulikia masuala ya damu kwenye hospitali ya rufaa ya Bungoma kwa ushirikiano na afisi ya huduma senta tawi la Bungoma imeendesha zoezi la kuchangisha damu na kutoa uhamasisho kwa wananchi wa Bungoma kuhusu umuhimu wa kuchanga damu. Maafisa wanaohudumu katika huduma senta Bungoma wameelezea furaha yao baada ya kutoa damu, wakitoa wito kwa wakazi wa Bungoma na Kenya kwa ujumla kujitokeza ni kusaidia katika kutoa damu itakayosaidia kupigana tatizo la Ukosefu wa damu katika kaunti hiyo siku ya leo. Kulingana na timu yetu ya huduma, sisi kama wanabungoma tumejiunga na huduma senda zingine zote nchini, ili ziweze kuchangia damu kwa wananchi, kwa sababu tumepata kuna shida ambazo zimekumbana na watu wenye wako na shida ya upungufu wa damu mwilini. Na pia tuko hapa kulingana na timu yetu ya mwaka huu na hii kwota ambaye anaitwa Kikumombo we got your back is just a theme that we we we are going to support the the the people and the nation at large so as as we have have donated the blood we have just shown our public before this huduma center that they also can able be able to donate the blood nimejihisi vizuri wakati nimetoa na niweze kusaidia wale ambao ni wagonjwa wewe mwenyewe umechangia mara ngapi umechangia kwa mara ya pili na nitazidi kuichangia uh, ili niweze kuokoa maisha. Mimi mwenyewe binafsi, kuna siku wakati sikukuwa na damu, na hiyo hospitali ya County Referral lilinisaidia sana, nikaweza kuongezewa damu, na saizi hizi naona nimerudi kazi nikiwa salama. Kwa hivyo, na encourage staff wenzangu wote wakuje watoe damu, kuongeza kwa wale wameshatoa. Nafurahia sana vile tunaendelea, asanteni sana. Kulingana na mtaalamu wa afya, kuchangisha damu ni hatua muhimu ya maisha ambayo husaidia kuokoa maisha ya watu wengi. Damu inayokusanywa inatumika kutoa huduma kwa uhitaji katika hospitali na vituo vya afya. Kwa mfano, watoto wanaougua malaria, akina mama wanaoshiriki katika kujifungua, na waathirika wa ajali wanahitaji damu mara kwa mara ili kuweza kupona na kuendelea na maisha yao no. Asi Bungoma County tuko target yetu kwa mwezi ni 1300 units. Sasa 1350 pints of blood that we need for a one month, so as we, the, the session continues we urge all citizens wachitolee na kutoa damu kutoa damu kuna umuhimu wake, apart from to save life. Pia ni una umuhimu wake kwa mwili wako, kwa yule ambaye anatoa damu. Wakati unatoa damu, unasaidia mwili, you are removing excessive nini fat kwa mwili, tena una create the space for new cells to be generated. So kutoa damu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 inayohitajika ni muhimu kutoa uhamasisho wa, wa mara kwa mara kwa jamii ili kuwaeleza umuhimu wa kutoa damu. Pia waandaji wa hamasisho hizi wanahitaji kutoa elimu bora kwa jamii ili kuondoa hofu, wasiwasi na maswali ambayo yanaweza kujitokeza na kufanya watu wakose kutoa damu. Nikiripotia aruninga ya Tandao kutoka kaunti ya Bungoma, mimi ni Alex Wekesa.